ya ja, ya ja, ya ja, ya ja. Bana furaha yangu waga ni kubwa sana pale napokuwa na uhakika kwamba mshikaji mshikaji mshikaji wangu wangu wangu wa dhahabu mwanangu mwanangu wa dhahabu sasa hivi niko naye kupitia kupitia YouTube YouTube channel channel ya Global Global TV TV Online Online, anafuatilia ama hapa hapa kwenye kwenye, yani zile kwenye zile zile kale kale kale zote zote za za entertainment entertainment. So kwa sababu na mimi yapo, mshikaji wangu wa dhahabu, mwanangu wa dhahabu, mimi tumeshakula kiapo nitakuwa nahakikisha kila kila siku kila saa na kuwekea hii pekee zote za entertainment Yani, ukiwa unataka kukutana na story yote exclusive yote, so hakikisha unapitia kwenye YouTube channel ya Global TV Online. Yani hapa ndo utakutana zile kali zote za entertainment. Chochote kile unachokisikia mshikaji wangu dhahabu, mimi nakuhakikishia kwamba utakikuta hapa. Iwe mshikaji wako anakupa fununu, labda anakuambia bwana kuna kitu nimesikia msanii fulani kafanya hivi, msanii fulani kafanya vile. So, haina haja wewe kusikia sikia kwa mshikaji wako. Hakikisha unapitia kwenye YouTube channel ya Global TV Online. Mimi nitakuwa nikukupea kali zote za entertainment hapo. Iwe nje ya Bongo hata ndani ya Bongo pia. Mimi napiga kote kote worldwide.

Machaula Eston almaarufu kama Ice Boy. Wanakunja, Mungu anakujua, wanafunga lango ya baraka na fungu. 2011 ndo ndo mwaka wangu wa kwanza kabisa kuanza kurekodi tracks na kwanza mishemishe za mziki huko nyuma, kote nilikuwa chuo, nilikuwa shule nasoma. So, 2011 nilikutana na Young Killer Msodoki, ndo nikaanza harakati na hizi mvangala za mziki yani, mojamoja ungaunga, nikampigia baki mchizi mpaka 2015. Yeah, 2015 nikatoa track yangu ya kwanza kabisa ile inaitwa Thamani nilifana na Baraka De Prince, sitokuita mchumba, nitakuwa na mchungu wala sito kuita hani boom, oh, oh. Nilifungua boy wangu, ah, wangu, nikakupaga nusu ya maisha yangu kwa kuamini wewe ni wangu, baby. Thamani ngoma ambayo ilinitambulisha mimi Tanzania nzima hasa kwa wale watu wa kipato cha chini, watu wa chini, watu wa mikoani ndani ndani sana, ndo ngoma ambayo ilifanya vizuri sana mitaa hizo. Uh, nilifanyaga Mwanza nakumbuka, hiyo track alipiga Good Luck Gosbet, sisi tulikuwa na mwita Lollipop, producer Lollipop ambaye alikuwa ni mwandishi sana wa nyimbo kibao, kama basi nenda na ngoma, ngoma zingine kibao, mchizi ndo aliniandikia hiyo, mchizi ndo alitulekodia hiyo nyimbo, alipiga beat na kila kitu, ndio ikawa track yangu ya kwanza, nikashoot video. Video alishoot jamaa mmoja aitwa Goba, sasa anajiita anajiita director Jukia kwa ile benki kidogo ikasogea, nikakaa kimya. Mwaka 2015 2016, wote nilikaa plain. 2017 ndo nimekuja kutoa track yangu ya pili. Hapa katikati nilikuwa nachukua diploma yangu ya IT IFM pale. Aa, kumariza, na baada ya kumaliza ndo nikaona mwaka sanianze rasmi kwanza kutoa mawe kabisa ile rasmi 2015. Hapo nilikuwa nilienda kwa Barnaba, sikuwa record label wala hakuwa, hakuwa, hakuwa kama manager. Ni, ni msanii ambaye alijitolea tu kunisupport nifike sehemu, so alitia nguvu zake kwangu, kanisaidia nimesogea, nimejuana na watu kibao, media nyingi, yani umenisoma, michongo mingi nilifanya, ikiwemo kama matangazo makubwa ya mitandao tofauti, um, ikiwemo show kubwa, show kubwa kama zifu zile, umenisoma, ikiwemo kama matamasha mengine makubwa ambayo yalizunguka na nitua nchi nzima na, na yote nilizunguka yote, ilikuwa ni connection za Barnaba. So sasa hivi na track yangu mpya kabisa kabisa ambayo ni track Binadamu, ndio track ambayo inasumbua sasa hivi mjini, track ambayo inasumbua nchi nzima. Nimejaribu kuzunguka kama kama weekend yote nilikuwa Dodoma, yani track imeheat sana, si kidogo afu ina ina, wiki tatu mpaka sasa hivi. Hawataki niwe zaidi yao, wanataka kila siku niwe chini yao. Binadamu bwana, hawana maana Hawapende tufanikiwe sana utwa, wanabana wangekuwa mama naisi wangeniachia rana. Wanakunja Mungu anakunjua, wanafunga lango ya baraka nafungua. Uh, Binadamu ni track ambayo imebezi me sana kwenye maisha yangu, yani maisha yangu ya. Maisha yangu ya ukweli, mi kama kijana ambaye na kipaji mwensoma, napofanya kitu mara nyingi, yani ile talent yangu waga, hata kama kitu kinanihusu mimi

watu wengi ambao wana struggle kila siku, itaidha uwe msanii uwe mchizi tu uwe msomi. Hizo mbanga za kukunjiana kunjiana huko maofisini, mbanga za kuta, kuto kutaka ufike sehemu, kote zipo, kwao ni binadamu. Ndio hiyo track binadamu. Niliamua kumweka Nandy afanye chorus kwa sababu Nandy ni, ni, ni, ni msichana ambaye anafanya vizuri sasa hivi kwenye game, anaibuka vizuri. Unajua, Watanzania wana kitu kimoja, wana desturi moja. Msanii ukimweka msanii mkubwa akupigie akufanyie chorus au um, umshirikishe, watu wanaanza kuongea amebebwa yule mchizi yani, hiyo yote yani amebebwa, swi nini nini nini, peke yake kuweza hawezi kufanya mwenyewe. Mimi mwisho wa siku ngoma so case yani, kwa sababu Nandy mwanangu hapa anajua. Alafu ndo yani, tuko mle mle yani. Kongo kwanza nimwacha apige chorus kwani. Ndio kama hivyo. Ilikuwa kama mida ya usiku ambao na rekodi track ilikuwa mida kama saa nane, saa tisa, niko naandika vesi ya kwanza tu studio, akaja Nandy, mwasiti maua umeona wote wa, wa, wakaipenda nyimbo wakafiru waka ujumbo kwa kama unawahusu, wakajadiliana nani apige chorus, mwisho wa siku wote chorus kangukia kwa Nandy, Nandy ndo akapiga chorus nyimbo kina, ina ugumu sana, kwa sababu ni nyimbo ambayo ilikuwa na ukweli, umenisoma, kipindi kwa studio kwa kila mtu alikuwa anapata shida kusikiliza kusikiliza, nahisi kama ni yeye ndo alioimbiwa al, umenisoma kwa kwa na watu kibao walikuwa hawaipendi nyimbo. Ah, uh, alafu bahati mbaya kwa kuna mishemishe kibao, yani nyimbo aga inakuwa ina, ina, ina mizunguko mingi, so hata hii nyimbo yangu mimi imezunguka sana sehemu kibao yani. Hii nyimbo Binadamu imempa imempa kazi gani ngumu kwa shikaji zake? Kwa sababu nyimbo yenyewe Ice ananiambia kwamba imekuwa kama ina mafumbo na shikaji zake wengi wanahisi kama Ice amewaimbia washikaji zake. Pamoja na hapa katikati Ice Boy alikuwa na beef na Young Killa, mshikaji wake pia kutoka Mwanza, Mwanza washikaji wake kutoka sehemu moja wote, so Ice akasema kwamba hii Young Killa alisikia kama ameimbiwa. Sipendi kumwangalia mchizi kwenye interview lakini, sijamwimbia yeye kabisa na umenisoma Nyimbo ni nyimbo ambao nimeimba mimi kwa ajili ya watu wangu. Niwaambie nahusu maisha yangu. Kwa hiyo ina maana hata kama alinikunjia basi naye mwenyewe atakuwa na muhusu. Hata wewe pia kama kuna watu washao kukunjia nao inawahusu pia. Ah, nilishasema kwanza zi interview zilizopita, nikasema kwanza zi. Sasa hivi, mshikaji wangu wa dhahabu, mwanangu wa dhahabu, nitakuwa natoa zawadi kwa yule mshikaji wangu ambaye anaongoza kwa kucomment kwenye YouTube channel ya Global TV Online, yani wewe ambao kila habari unayokuta una comment, kila habari unayokuta una comment, unafurahia. Basi kwa yule mshikaji wangu na comment kila video unayokuta kwenye YouTube channel ya Global TV Online utakuwa unapatia zawadi kuanzia sasa. Yani comment zako zitakuwa zinakusanywa, kwa yule comment mara nyingi na kulike mara nyingi utakuwa unakusanywa, comment zako zote zinahesabiwa, na unapata zawadi. Na zawadi yenyewe Itakuwa ni kuanzia simu ya mkononi yani smartphone. Utapata t-shirt kali, utapata raba kali, utapata jeans kali, utapata pikipiki kali aina ya boda boda, pia utapata na gari kali. So ili upate vyote hivi hakikisha kwamba kila siku, kila mara, kila sekunde, kila dakika, unapita kwenye YouTube channel ya Global TV na unaacha comment yako. Comment zako zitakusanywa, mwisho wa siku utapata zawadi yako, utapigiwa simu yako na kuitwa kwenye makao makuu ya Global TV Online na utapata zawadi yako papo hapo. Bado nina exclusive nyingi sana kwa ajili yako. Pointi ya msingi ni moja tu, hakikisha kila mara, kila dakika, kila sekunde ukipita yani like, mara nyingi zote, mimi nakupatia. Asante sana kwa timu yangu ambayo ninashirikiana nao kuziandaa hizi zote kali. Ukiona yani, burudani yote imedondoka, basi nyuma kuna timu yangu, Sandra Brown, Amusa Mateja, Amani Madebe, Edwin Lundege, Hilari Daud, pamoja hapa hapa